Kuna mteja ambaye sio mwaminifu amekuwa anachepusha miundombinu ya umeme kwa kutumia umeme pasipo kulipia. Mteja huyu ana mita mbili za za njia tatu. Mita ya kwanza ni aina ya Conlog, mita namba 0415669219 yenye jina la MIC Tanzania Limited. Hii mita ni ameihamisha isivyo halali kutoka Kinondoni mtaa Uporoto na kuileta hapa Mikocheni. Mita hii ina deni la shilingi milioni moja laki nne elfu sitini na tatu mia sita sitini na mbili na senti kumi na mbili mita hii ni mbovu lakini mteja anaitumia isivyo halali na ina bypass phase zote tatu. Anatumia umeme isivyo halali kwa kuchepusha njia zote tatu, maana kwa maana ya red blue, and yellow yello. Vile vile, mteja ana mita nyingine ya pili na yenyewe ni ya njia tatu aina ADMY mita namba 43135821809. Enyewe mita hii ilikuwa na deni la shilingi milioni 3,535,382.75. Katika mita hii aliweza kulipa deni la shilingi 800,000 na balance ilobaki ni milioni 2,735,382.75. Ameachana na hilo deni, amechepusha umeme, anatumia umeme pasipo kulipia. Hapa tutasitisha umeme kama sheria inavyotaka, tutampigia mahesabu yake ya kulipa kiasi chote cha umeme ambacho alikuwa ameibia shirika, amehujumu shirika, na atakapolipa ndio tutakapomrudishia umeme, lakini vile vile jeshi la polisi liko hapa litamchukua mtuhumiwa kuhakikisha sheria inafuata mkondo wake. Amechukua umeme toka kwenye supply, kama naona supply inakuja hapa, badala iende kwenye mita kupimwa, hapo hapo inachukuliwa inaenda kwenye matumizi ya mteja, kama tunavyoona bila kupita kwenye mita. Wakati huo tunaona mita yetu ni mbovu, haionyeshi chochote, maanake mita haifanyi kazi, haipimi umeme, na lakini mteja anapata huduma ya umeme. Kwa hiyo maanake mteja anapata umeme pasipo kupimwa na mita, hivyo anapata umeme bure. Tunawaasa Watanzania na kutoa rai kwamba wale ambao wanajihusisha na vitendo vya kuhujumu miundombinu ya shirika tutawafikia, kwa sababu ni lazima tuhakikishe kwamba shirika linajipatia mapato yake. Hatutamwacha hata mmoja, tutawafikia wote na watahukumiwa kulingana na makosa watakayopatikana nayo. TANESCO tunayaangaza maisha yako.